Kwanza nitoe pole kwa familia kwa msiba huu mkubwa sana wa kuondokewa na mzee wao, e, Profesa Philemon Sarungi. E, kama nafahamu mimi, niliingia bungeni mara ya kwanza mwaka 2005, na, na mzee Sarungi ndio alikuwa amemaliza kuwa waziri wa ulinzi, kwa alikuwa mbunge unaita backbencher. Mwaka 2005 nilikutana naye bungeni, likuwa ni miongoni mwa wazee ambao naweza nikasema bila E, kuchelea, yani bila kupepesa macho kwamba alikuwa ni mmoja wa wazee watatu ambao wa walinilea e, kwa shughuli za kibunge ndani ya bunge kiwepo yeye e, mzee Shelukindo na marehemu mzee Jackson Makweta. Na mzee Sarungi alikuwa ananichukua mara kwa mara, mwajua, watani, kwa mara unajua Wajaluo na Waha ni watani walikuwa wananitania ananipeleka E, kantini, tunakaa, tunakunywa kahawa, tunakunywa chai ana, ananieleza umehutubia hivi, umekasirika, utaki kuongea hivyo, natakiw uongee hivi. Kwa alikuwa ni kama ni mtu ambaye ananifunda namna gani ya kuweza kukabungana. Tulikaa naye miaka yote mitano mpaka elfu mbili na kumi tulikuwa vizuri kabisa na baada ya hapo aliendelea kuwa ni mzee ambaye ninashauriana naye. Alikuwa anaweza kunipigia simu wakati wowote, na pia kumbuka kwamba mzee Sarungi alikuwa mshabiki mkubwa sana wa klabu ya Simba, na mimi pia ni mshabiki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo wakati mwingine kabla ya mechi au baada ya mechi ananipigia simu, tunajadiliana, ananieleza kuhusu klabu yetu, maeneo gani ambayo anaona changamoto na kadhalika. Kwa hiyo ni mzee ambaye mimi kibinafsi sio tu nimemfahamu kwa kumsoma kwenye eh, vyombo vya habari, nimemfahamu kwa kuwa naye ndani ya kazi moja ubunge, lakini pia nimemfahamu kama mzee ambaye naweza nikamtembelea nyumbani kwake tukazungumza, anaweza akaniita wakati wowote akanishaurisha. Kwa hiyo taifa limepoteza eh, hazina eh, limepoteza mwanataaluma mkubwa kama daktari eh, wa mifupa lakini pia limepoteza waziri ambaye alifanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana kwa muda mrefu sana. Historia e, ya mzee Sarungi, watu wanaozungumzia uwaziri tu. Mzee Sarungi alianza kama diwani, alikuwa diwani, akawa mbunge, akawa mkuu wa mkoa, akawa waziri, akawa mbunge wa kawaida wa kuchaguliwa na wananchi wa Roria, na vile vile mwanataaluma, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya taifa Muhimbili na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa ni mzee mwenye mambo mengi, ameishi maisha yake Tumpongeze, tusherekee maisha yake na tutoe pole kwa familia na tuwafariji kwa kupoteza mzee wao. Profesa Sarungi ameacha alama katika utumishi e, ile hali ya kujituma kujitoa, nadhani wengi mmesoma e, na sisi tulikuwa tunasikia pia, wakati mzee Sarungi akiwa mfano mkuu mkoa wa Pwani, inatokea ajali, yeye ndo anakuwa mstari wa mbele kwenda kutibu majeruhi, kwa alikuwa ni kiongozi anayejitoa, sio kiongozi ambaye anang'ang'ania nafasi yake. Lakini pia baada ya kumaliza uongozi wake alikaa pembeni kabisa, alitumikia muda wake na akakaa umsiki tena. Kwa hiyo na maana kwamba alikuwa haingilii e, viongozi wengine katika majukumu yao baada ya wao kuwa wamemaliza muda wao. Kwa kuna mafunzo makubwa sana ya kiongozi kutoka kwa mzee Sarungi.